Akasema baadhi ya ahlul ilmi, jambo la kuruhusika kuzikana nyumbani liko kwa mitume peke yao na manabii. Basi samzika, so nyuma ya ua wa ufu wa nyumba, nyuma ya ua wa nyumba. Nani nabii? Nabii Mwamposa nabii? nani sijui manabii hao wanapewa wanapewa. Kuna mitume siku hizi huku na mitume sijui, mtume nani bala sijui. Wao mtume wanamshughulia mtu gani kwenye dini nyingine? Sisi kwetu mtume ni kitu kikubwa, yaani mpaka uitwe wewe eh, huyu ni mtume. Na utume kwetu umekwisha, umekatika. Hakuna tena mtume, hakuna utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakayekuja akisema mtume, tutasema mtume wa uongo kuja atasema yeye nabii, nabii wa uongo huyo, kama vile nabii wa Mkuranga yule, nabii wa huko Kibaha, nabii wa uongo. Dada mmoja hivyo Kizanzibari naye alidai kwamba ni nabii, vijana wale wakamtafuta, akakimbia, wakachukua hifadhi, si ni Uingereza wapi, sababu kuna watu wakambia, nabii sitakuona eh. sasa sababu nabii anakingwa na malaika. Sasa tutakuona sa, maanake tutakuvamia, tutakuonyesha, tuone wewe nabii wako. Akakimbia na uende, alikuwa anatafuta tiketi kuya ukimbizi kuna zake Ulaya. O, mimi nabii nataka kuniua, akimbia balozi balozini, basi zake Ulaya kwenda kula mabaga huko na mapiza kwa hiyo haziki kwenye nyumba ila nabii. Kwa sababu gani? Kwa sababu mitume wanapokufa hawabebwi kwenye majeneza. Hivi tumewabeba tuwapeleka nani? Nabii Muhammadi, ah, pale pale anapofia ndipo pale pale anapozikwa.